Mimi ni mfanyikazi wa watoto eh, katika shirika la ACK Chaneka ambaye ina partner, ina partner pamoja na Compassion International. Na m, lengo letu kuu ilikuwa ni kuwa na smart community. Our main theme was to have a smart community whereby tuna protect watoto wetu, wajibu wetu kuchangamsha wazazi na community yetu na society. Ikue ikuwe a free Eh, abuse community ambaye tutaweza kuwalea watoto kwa mazingira ambayo ni mazuri, mazingira ambayo yatampendeza ule mtoto na kumfanya mtoto akaweze kuwa kama mtu mzima ambaye atakuwa anaenjoy being part and parcel of this society. Eh, tuseme mambo ya department hii kushika hawa watoto wadogo wadogo, unless simefanyika their cases, i may not have, naweza kuwa siko na records zote hapa lakini katika ofisi zetu tuko na hizo record, hatua imechukuliwa na wamefungwa, wamewekwa ndani. Huwa atupendi mambo ya kangaroo court. Kikuja mambo ya defilement, mambo ya sodomy, hatua inachukua mkondo wake. Vitogoji za mji wa Kitui tuseme ziko mingi sana sababu, so utapata kwamba wazazi wengi wamekuja na watoto kutoka eneo tofauti tofauti mostly ya Kitui County, so wote wanakuja kukaa kwa especially wale wana uwezo sana wanakaa kwa vitongoji duni na hapo ndio kunakuwa na kesi nyingi za dhuluma za dhidi ya watoto. Unapata mtoto ameachiliwa, anapaswa kuwa shule, mtoto wazazi wataki kupeleka mtoto shule, ama wazazi wanaacha watoto bila kuwasaidia vile vile pasafi. E, sisi tunakozinda mtoto ni mwenye ako chini ya miaka kumi na nane na unapata watoto wa kutoka miaka kumi kwenda miaka kumi na nane wanapitia katika hali ya dhuluma idha ya kimapenzi ama mtoto anakuwa ashikiliwi na mzazi.